Walioenda hospitali walimkuta, wanasema wali walikuta ameuawa, na ana majeraha, ana majeraha mgongoni, yani ya meusi. Mimi nilipigiwa tu simu, mdogo wako yuko simu fulani, ameumia, lakini sijajua kabisa kitu chochote kilichomkuta na ilikuwaje. Hatuna habari, sijafahamu kabisa, yani mpaka dakika hii, yani sijafahamu kabisa kitu chochote Tulipata tu habari za msiba, lakini hatujui ni kitu gani ambacho kimesababisha hiyo nani, tukio na mpaka yeye kupoteza maisha, yaani hatujajua kabisa kwa undani ni kitu gani ambacho kimesababisha kifo chake. mimi <laughs> hapa mi sijawasiliana naye wakati anakuja ila tu tulisikia kwamba kuna harusi sehemu na yeye ndo anakuja kusherehesha hiyo harusi. Kwa hiyo wakati anakuja na mahali alikofikia tulikuwa hatujui, ila tulisikia kwamba anakuja Dodoma, lakini habari za kwa, kwa kujua ya kwamba hiyo harusi inafanyika sehemu gani na yeye atafikia wapi hata sikuweza kujua. Mjana, Dodoma jana Mkini, simu, kaitu, ambaye, ukudali, Mkini, sabu, jana aliingia Dodoma jana, nilipigiwa simu ilikuwa saa nane na kaka yetu ambaye anakaa huko Dar es Salaam ndio kanijulisha habari za tukio lililompata, lakini jana tulikuwa na hali nzuri ya kupata habari na hata kuulizia ilikuwaje na imetokea ime, ime nini, yaani hatukupata mawasiliano mazuri, kwa sababu kila mtu alikuwa katika hali mbaya. Mama, walioenda hospitali wali, walimkuta wanasema walikuta ameuawa na ana majeraha, ana majeraha mgongoni, yani ya meusi yani, mgongoni ana mabaka meusi, yani hatuelewe kwa kweli nashindwa kuongea, ima kipenzi cha watu, ndogo wangu. Ima, umeondoka na ucheshi wako, umeondoka na tabasamu lako. Mdogo wangu, kipenzi cha watu, uliniita dada dada kipenzi, nanyataniita mimi dada kipenzi. Ima kipenzi cha watu, umeondoka na tabasamu lako, ima.